Nataka nifahamu oous eh, kwenye, of course, kwenye, kwenye boxing za kisasa moja kati ya, uh, moja kati ya vitu muhimu katika maanalizi ya kuelekea eh, kwenye fight huwa mm -hmm. ni kum, eh, kumfahamu mpinzani wako steli yake eh, tabia yeah, yeah. yake ya ulingoni, uimara wake, udhaifu wake, lakini unayochukua hii fight Desemba ishirini na sita ukiwa umepata pengine pungufu ya wiki mbili eh, za, kum, za, kum, za kumfahamu eh, Stanley Eribo ulikuwa kimfahamu before sababu binafsi, moja kati ya changamoto ambazo nimekutana nayo ni upatikanaji wa video zake. Kuna clip chache kama tatu au mbili, ambazo ni fupifupi fupi, ambazo hazitoshi kupata tafsiri pana ya style yake. Nataka nifahamu kama ulikuwa unamfahamu, na kama ulikuwa unamfahamu, ni kwa kiasi gani umeweza kujiandaa kuelekea kwenye hii fight eh, pasina kupata picha eh, kwa mapana yake ya mpinzani wako. kitu kimoja cha msingi sana unajua. Rekodi yangu ina inatisha mm. Kulingana na aina ya boxers ambao nimecheza nao na matokeo yao. Kwa hiyo wakati mwingine tunakosa wapinzani kwa sababu wengine wanataja hela nyingi kuliko bajeti ya uwezo wa promota kwenye event. Mathalani promoter bajeti yake ni dola elfu kumi kwa bondia, lakini unapata boksa ambaye anataka dola elfu ishirini na tano ambayo iko nje ya bajeti mm. ya, ya promoter, lakini mwingine uh, anakuwa hana sifa zile tunazozitaka za dola elfu ishirini na tano lakini anataka dola elfu kumi Sasa wakati mwingine inachukua muda, kwa sababu sio kitu kinachowezekana mara moja. Kwa hivyo hata mimi inanikata, lakini si, si, sio sababu unayoweza kuitumia kama kigezo cha kwamba nimeshindwa kuperform vizuri kwenye fight kwa sababu sijamsoma mpinzani wangu. Siamini katika hiyo binafsi na najiona na, mimi ni kama, ni kama ardhi yaani hakuna binadamu atakayekuwa na uzito kiasi ambacho ataweza kutembea kwenye mgongo wake. Ninachoamini mimi boxing ni kama tuseme, msanii wa maigizo ama filamu. mm -hmm. Msanii mzuri ni yule ambaye anaweza kucheza pati za wasanii wote, anaweza kucheza mtoto, anaweza kucheza babu, anaweza kucheza kaka. Kwa hivyo mimi ninapokuwa naingia ulingoni nakuwa na raundi ambazo naangalia aina ya uchezaji wa mtu, alafu nikishapata tiba ya madhaifu yake ndio naingia namna ambavyo naweza kukabiliana naye. Kwa hiyo mimi ni, ni boxer ambaye hata nilipopata mechi ya Samuel Eggington Uingereza, mm. nilipewa siku nne tu ba, baada ya mpinzani wake kuumia na ikaleta matokeo. Kwa hiyo binafsi siamini wala siwezi kutoa sababu yoyote ya msingi kusema kwamba kuto kumsoma mtu au sijamuona muda mrefu inaweza ikafanya chochote. Afiche video, afiche kila kitu, madhali tutaonana ulingoni mimi na wewe kisasi kitafanya ila adhari.